Hamjambo, karibuni katika African Foodie Fix channel. Sukuma wiki how collard greens ni moja ya recipe ambazo ni rahisi sana kupika, na hii leo nataka tuangalie njia moja ya kupika sukumawiki, na kwa ufupi, tuko na zuchini tuko na nyanya, tuko na kitunguu na tuko na bunch moja ya sukuma, ukipenda kundi moja kubwa la majani ya kale au collard greens. Na hii yangu leo nimeipata na shilingi 40 za Kenya. Tunaanza kwa kuosha majani ya sukuma wiki vizuri na tutakapokuwa tukiosha majani yetu ya sukuma, tutaondoa shina nene diposa tuokoe wakati. Sukuma wiki hupendeza sana ikiliwa na ugali, wali au chapati, na inaweza kuambatana na kitoweo cha nyama au samaki. Sukuma wiki iko na faida za kiafya kadhaa, na nitapata kukuelezea mojawapo ya faida za kiafya za sukuma wiki: Afya ya mfumo wa usagaji chakula: sukuma wiki ina kiwango kikubwa cha nyuzi nyuzi, hiyo ndio fiber, ambacho husaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula. <laughs> Kiswahili ni ngumu. Hupunguza hatari ya kuvimbiwa na kusaidia mfumo wa utumbo kuwa na afya. Sukuma wiki ina msaada katika kupunguza uzito. Hii ni kwa sababu sukuma wiki ina kalori chache na nyuzi nyuzi nyingi, inasaidia mtu kujisikia ameshiba kwa muda mrefu, jambo ambalo ni muhimu katika kudhibiti uzito wa mwili. Sukuma wiki huwa inaimarisha kinga ya mwili, ni kwa maana imejaa vitamini C ambayo ni muhimu sana katika kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili na kusaidia mwili kupambana na magonjwa sukuma wiki huwa iko na afya ya mifupa. Ni chanzo bora cha kalsiamu na vitamini K, virutubisho muhimu kwa ajili ya kujenga na kudumisha mifupa yenye nguvu na yenye afya. Vitamini K pia husaidia katika mchakato wa kuganda kwa damu. Pia sukuma wiki huwa inasaidia katika afya ya macho. Ina wingi wa vitamini A, ambayo ni muhimu kwa afya njema ya macho na uwezo wa kuona vizuri. Pia sukuma wiki huwa inasaidia katika kupunguza hatari ya magonjwa sugu. Hii ni kwa sababu ya antioxidants zilimo, zilizomo kwenye sukuma wiki. Huwa inasaidia mwili kupambana na seli haribifu na hivyo kupunguza hatari ya kupata magonjwa sugu kama saratani, kisukari na magonjwa ya moyo. Sukuma wiki huwa inasaidia katika afya ya ngozi na nywele. Virutubisho vilivyomo ndani yake, hasa vitamini A na vitamini C, vinakuza afya ya ngozi na nywele. Pia wasomi wanatuambia sukuma wiki huwa ina umuhimu katika akina mama wajawazito. Ina madini ya folate, aina ya vitamini B ambayo ni muhimu sana kwa ukuaji sahihi wa mfumo wa neva wa mtoto anayekuwa tumboni na vingine mingi tutaziangalia katika eh, video nyingine ambayo tuta, nitaiweka uh, ya kuangalia hizi uh, faida ambazo tunazozipata katika vyakula mbalimbali mbali. Kwa hivyo usiondoke uzidi kutinzama African Foodie Fix kwa hizi na zinginezo ambazo nitaweza kuzileta papa hapa. Kama wewe ni mgeni asanti sana kusimama na kutinzama hii video, naomba upate kusubscribe na utakuwa umesaidia sana sana kwa ukuaji wa African Foodie Fix. Baada ya kumaliza kuosha sukuma wiki au collard greens na kuondoa shina nene, ni wakati mzuri wa kukata majani yetu ya kale vipande vidogo vidogo. Hapa unahitaji kisu chenye makali That is sharp knife na mbao ya kukatia, hiyo ni chopping board, ndiposa iwe rahisi kukata mboga yako. Kila wakati unapokata mboga au kitu kingine pale, tafadhali kuwa mwangalifu. Na kwa wale ambao ni members wa African Foodie Fix that is subscribers, existing subscribers, asanteni sana. Nyinyi ni watu wa nguvu, mmekuwa watu wa muhimu sana katika ukuaji wa African Foodie Fix, na ni jambo ambalo ni ya kupendeza sana mzidi kutizama video zangu na Mungu azidi kuwabariki. Ni wakati wa kukata kitunguu. Niniwaambia, tuko na kitunguu moja kubwa, ile tunaita kitunguu ya waru, red onion, na tuko na hiyo nyingine kidogo ya majani. Na after kukata kitunguu ni wakati wa kupika sasa. Kwenye kikaangio kikubwa au sufuria utatia mafuta kijiko mbili ama kijiko tatu, alafu utaongeza vitunguu vilivyokatwa na uvikaange hadi vianze kuwa na rangi ya kahawia au vilainike, kama dakika mbili ama tatu hivi. Napenda kutumia sufuria kubwa wakati ambapo ninapika sukuma wiki, ni kwa sababu huwa napenda sukuma wiki iwe na nafasi mzuri ya kuchanganyika na mafuta wakati ambapo tunapika na pia kitunguu yetu wakati ambapo napika ile kitunguu yangu, nitakuwa nakata e, zucchini. Nitatafuta jina ya zucchini kwa Kiswahili, hivyo nitawaambia katika video hiyo nyingine yangu ambayo nitaileta hivi karibuni. Nitaweza kuongeza ile zucchini yangu pale and then nitapika kwa dakika tatu ndiposa ipate kuiva vizuri, na kwa wakati huu nitakuwa uh, ninakata nyanya zangu pale. Tuko na nyanya tatu, nitakuwa nazikata pale. Kama unatumia kitunguu saumu na tangawizi, viongeze sasa na ukaange hadi harufu bichi ya kitunguu saumu iishe. kwa wakati huu utapata kuongeza ile kitunguu yetu ya majani pale, na kukukumbusha tu wakati tuliweka kitunguu yetu, tulipata kuongeza chumvi kidogo, na tukaongeza Royco cube moja, ambayo si lazima utumie. Kwa hivyo unaweza pika sukuma yako hivo bila Royco cube na itakuwa ya kupendeza sana. Naomba msiondoke, hii video ni fupi sana itachukua muda mchache na tutaweza uh, kujua jinsi ya kupika sukuma wiki ama collard greens kwa urahisi sana. Hivi basi, unaona niko karibu kumaliza kukata nyanya zangu pale, na itakuwa ni rahisi sana kupika na tutaenda kupika kitunguu yetu kwa muda wa dakika zingine mbili pale ama moja hivyo, ikienda sana ni mbili, ndiposa ipate uh, kuiva vizuri na itakuwa ni ya kupendeza sana. Hivi tutaongeza sukuma wiki kwa kitunguu yetu na tuta, wakati ambapo tutakuwa tunaweka sukuma wiki tutakuwa tunakoroga ndiposa diposa ipate kuchanganyika vizuri na mafuta na pia ile ladha nzuri ya kitunguu na Royco pale, ichanganyike vizuri na sukuma wiki yetu pale. Ni kuibia siri moja, ukitaka kupika sukuma vizuri wakati ambapo unaenda kuiweka kwa kitunguu yako pale, unaongeza nyanya kwa wakati huo. Alafu wakati nyanya yako itaenda kukua soft pale, utakuwa umejua su sukuma wiki yako imeiva vizuri, na haitakuwa imeiva kupita kiasi. Hivyo hiyo ni siri moja. Sasa tunaongeza nyanya yetu tufunike na tuipatie muda mchache sana. Tukienda kuangalia tupate nyanya zimepata kuiva pale, utakuwa unajua hivyo sukuma yako imepata kuiva vizuri bila kuiva kupita kiasi, na itakuwa ni ya kupendeza sana. Hivyo utakoroga tu na uipatie dakika tano tu, nyanya zitakuwa zimeiva na sukuma wiki pia itakuwa imeiva. Honja chumvi, na kama bado haitakuwa laini, ongeza kidogo, ili kukamilisha ladha ya sukuma wiki. Sukuma yetu imeiva, iko ready na ninafurahia sana, ni kwa kuwa imeiva kulingana na vile mimi napenda. Hivyo nitaenda kupakua kando na ugali na itakuwa ni ya kupendeza sana. Ni risipe ambayo ni rahisi sana, na ninakusihi ukapate kuijaribu. Asante sana.